Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru kwa nafasi na nimpongeze Dr. Samia kwa miradi mingi sana ya umeme nchi nzima. Tunaposema vijiji vyote kuna umeme na hakuna kijiji hakina umeme, sasa tunamaanisha kazi aliyofanya Dr. Samia kwa miaka minne ni ya mfano. Kwa hiyo, kwa kweli tunampongeza kwa dhati sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunampongeza Mheshimiwa Dr. Biteko, Mheshimiwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati na madini wa nishati, kwa kweli kwa kazi kubwa anayofanya, e, mzee wa kusema na kutenda e, kwa kweli e, tunakupongeza kwa kazi za wizara na kazi unayofanya kumsaidia Dr. Samia. Kwa wale wanaofuatilia kwa karibu, Dr. Biteko ameongeza kasi kubwa sana kwenye maswala ya nishati nchini. Lakini mzee, ziara zako tunazifuatilia sana, unafanya sana, unawaponya watu wengi sana na unazungumza vizuri sana, watu ni wale a wale. Mm -hmm. Kwa, kwa kweli mheshimiwa naibu waziri mkuu tunakupongeza sana, na wewe ni kati ya viongozi ambao ni very humble sana, na silaha kubwa kwenye uongozi ni, ni kuwa humble Mheshimiwa mwenyekiti tunampongeza naibu waziri eh, wakili Judith Kapinga naye kwa kweli anafanya kazi nzuri sana ya kumsaidia Mheshimiwa naibu waziri mkuu eh, ni kijana lakini anafanya kazi nzuri sana, anapeperusha bendera ya vijana vizuri sana. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti, tumpongeze katibu mkuu, wakurugenzi, mameneja wa mikoa, na mimi nazungumza habari ya mkoa wa Manyara na Dodoma kwa sababu Kiteto Kitanesco tunaitikia mkoa wa Dodoma lakini mameneja wa wilaya kwa kweli wanafanya kazi nzuri sana, sana. Ee, Mheshimiwa naibu waziri mkuu, kwa mfano wa Kiteto wameanzisha WhatsApp group ya kutupa tu information kila wakati za kukatika kwa umeme na pale unapotokea hitilafu. Huu ni ubunifu, kwa hiyo ee, kwa kweli lazima tuwapongeze kwa kazi hiyo. Tunachowaomba tu kwa sababu wateja wao wengi wana namba zao za simu ee, kwa wale ambao hawawezi kuingia kwenye WhatsApp group hizi message zikiwa zinaenda kwa wateja wao kupitia mitandao wa ya simu, nadhani itasaidia kuboresha eh, huduma kwa, kwa wateja. Lakini eh, mheshimiwa naibu waziri mkuu Kiteto, miaka minne na mitano iliyopita tulikuwa na vijiji 29 hazikuwa na umeme, ikiwemo tarafa nzima anakotoka mbunge huko, lakini tunapozungumza sasa, vijiji vyote 29 vina umeme, vitongoji 161 vina umeme, tumebakiza kama mia moja, kama kumi na nane hivi. Na kwa kasi inayoendelea mimi sina shaka kabisa kwamba tutamaliza hili jambo na Watanzania wengi wanapenda umeme sana, sana. E, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kipekee tu kabisa nilete ombi moja. Hapo kuna kitongoji kinaitwa Kilimawanga kijiji cha Mbigiri, na mwenyekiti wake wa kitongoji anaitwa Nelson Elisha Chibaga. Na kwa nini namtaja huyu? In fact, kama kuna wenye viti ambao wanafanya kazi nzuri sana kwa kutoa taarifa za wananchi. Huyu mwenyekiti wa kitongoji anaongoza Kiteto nzima, nzima. Na naamini na, na hata anaweza kaanaongoza nchi nzima. Kila wakati anapiga simu yeye akisema habari ya umeme kwa wananchi wake. Na umeme anaohitaji tu ni wa kilomita mbili, nukta mbili, umeme mdogo LV nani milioni thelathini na mbili tu. Kwa mzee wa kusema na kutenda mimi najua umeshaanza kuandika hapo na, na, najua umeshaanza kutoa maelekezo hapo. Bilioni thelathini na mbili ni kitu kidogo sana sana, na hao hawa... inawezekana hata leo wamejaa kwenye TV wanasikiliza, watapata majawabu yao leo. Na kwa kweli, we mzee wa kusema na kutenda, najua utamaliza hili laili. Kitongoji hivi vingine tunaweza tukasubiri mpango wa serikali, lakini angalau hii kitongoji, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu hapa katikati, pamoja na kazi kubwa iliyofanywa Kiteto, tumekuwa na shida ya umeme sio kukatika, ni kukatika, katika katika ni katika katika kwa muda mrefu sana hapa, inayounguzia wananchi vifaa vyao, ilileta kero sana kubwa hapa. Hata niliwahi kumpigia Mheshimiwa Naibu Waziri na, na mkurugenzi wa REA kuelezea hili jambo. Najua kazi iliyokuwa inaendelea ilikuwa ni kufanya mifumo hii ya zamani irekebishwe, tunaelewa kabisa lakini kwa kweli sasa, shida nyingine kubwa ya Kiteto, sisi tunapata umeme laini moja tu kutoka huku Dodoma. Ikikatika sehemu moja, miji yote ya Kiteto hakuna umeme. Kwa hiyo, Mheshimiwa naibu waziri mkuu, tukizungumza na wataalamu, kama mtajenga switching station hapa kwa majirani zetu na mtambo wa kupozea unaotoka Kilindi na tukawa na laini nyingi za Kiteto, mtatusaidia sana na naambiwa ni pesa ndogo tu karibu bilioni tatu, sijui. Mkitusaidia hilo, mheshimiwa naibu waziri mkuu, angalau mtawafanya wananchi wa Kiteto sio batani moja tu ikikatika, basi wilaya nzima inakosa umeme kwa sababu ya laini moja. Kwa hiyo naomba mheshimiwa naibu waziri uchukue hili kwa uzito wake, ili wananchi wa Kiteto na wao wapate neema hii ambayo, uh, Dr. Samia analeta kwa Watanzania wote. Mheshimiwa naibu waziri mkuu, kazi nyingi sana zimefanyika Kiteto miradi ya REA three, round two, umekamilika. Miradi ya uviko umekamilika. Miradi ya ujazilizi unaendelea kwenye vitongoji 37. Miradi ya ujazilizi easy HE2A vitongoji 15 unaendelea. Kweli kazi inaridhisha kabisa. Kwa kweli na timu yenu iliyopo huko inafanya kazi nzuri sana. Sana. Lakini tukipata hii switching station na kituo cha kupozea hiki cha Kilindi isaidia Kiteto kupata laini nyingi, nadhani mtakuwa mmemaliza swala la, la, la umeme Kiteto lakini Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, Dkt. Samia amefanya kazi nyingi sana na tumepata miradi mipya mingi sana, tumejengewa sekondari tano, lakini minara ya simu karibu 14. Yote hii inahitaji umeme. Ningetoa ushauri Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tuwe na pesa maalum ambaye kazi yake ni kulenga hii miradi mikubwa iliyoletwa na Dkt. Samia, tulenge na taasisi za dini na taasisi mbalimbali mbali, E, Kiteto anapata mnara wa redio Tanzania kwa mara ya kwanza tangu uhuru. Sasa leo tusipopata huduma hiyo bora kwa sababu ya kukosa umeme na nadhani, e, ni ushauri wetu kwa unyenyekevu mkubwa sana. Hii miradi mipya hii shule shikizi karibu ishirini, lakini transformer e, transformer, kuna miradi mingi imekamilika na inahitaji transformer kama sita saba tu Mbeli huko Ndilali, Sunya, Orpopongi, Mbigiri, Zambia, kisima cha Maji Ngusero, Kibaya mjini Mafichoni, lakini minara ya simu Kinua, Partimbo, uh, Lolera, Songabele, Loldepesi, Orpopongi, uh, Makame, Orkyushi, zote hizi zikipata uh, umeme na, mina, na, na transforma hizi, Kiteto hali ya, ya, ya umeme itakuwa, itakuwa njema sana lakini mheshimiwa uh, waziri naibu waziri mkuu, kuna sisi ambao tunaitikia mikoa mingi ki, ki, ki, tuko Manyara lakini Kitanesco tuko Dodoma. Wakati mwingine kwenye mikutano hii ya RCC ha, hatupati taarifa nzuri sana ya Kitanesco kwa sababu Kitanesco tunaitikia uh, mkoa mwingine. Ushauri wetu, eh, mawasiliano yawe bora kati ya mameneja wetu hawa ili na sisi tunaoitika E, m, m, m, Dodoma Kitanesco tu tunapata taarifa hizi za Kitanesco e, kupitia mkoa wetu wa Manyara e, na kwa mkoa wa Manyara tu, kwa mfano Simanjiro wanaitika Kilimanjaro na, na Kiteto wanaitika Dodoma. Baada ya kusema haya, kwa sababu ni kengele ya pili, niwatakie kila laheri na tupitishe bajeti haraka sana ili watu wakafanye kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru na naunga mkono hoja.